Okay, kaunti namba 26 ambapo kijana mmoja mwenye umri wa miaka 17 amelazwa katika hospitali ya Wamalwa Kijana mjini Kitale akiuguza majeraha ya risasi kufuatia maandamano ya hapo jana yaliyogeuka kuwa vurugu katika kaunti ya Trans Nzoia. Huyu ni Penina Nafula, shangazi ya mwathiriwa wa maandamano ya Gen Z. Machozi yanamtiririka akielezea kwa uchungu jinsi binamu yake alivyojeruhiwa kwa kupigwa risasi tumboni kule dukani kwa Lamu baada ya kutumwa akawa anaona maandamano, na wakati yenye alikuwa akitokea duka, sasa hao watu walikuwa wanapita, na akawa amesimama kuangalia hapo, sasa ndio risasi ilimpata. kwa sauti ya uchungu Anasema kijana huyo hakuwa mshiriki wa maandamano bali alikuwa amesimama karibu na duka kabla ya kukumbwa na kisa hicho kisichoeleweka. Kuna vijana wenye walikuwa wanamjua wawili walimsaidia kumfurutia chini, ikiwa matumbo iko chini. Risasi ilipika tumbo na matumbo ilikuwa imemwagika chini, sasa wakamsaidia kumfuruta, ndipo sasa wakamleta hapo hospitalini. Kijana huyo ni miongoni mwa watu kumi na wawili waliopokea matibabu hospitalini. Wengi wao wakiwa vijana waliodai kwamba hawakuwa wakiandamana jana. Uh, si kuna yetu ndugu yetu fulani alikuwa alikufa mtu mdogo Davis, alikuwa anatokea kwa shughuli yake ya mazishi kuja kwa barabara, tukapata barabara tu wameandamana, wameandamana, ma, ma, maskari na watu wanakimbizana kimbizana kwa barabara, na walikuwa kwa junction pale ndipo tunatokea. Uh, akatupa, akatupa, nini tiagas, akatupa tiagas na alikuwa ananilenga, ananilenga direct kwa kichwa Bahati mbaya ikashika hapa hivi, kushika hapa kichwa mi, after after that kuchukua uamuzi wa kwenda police station, kwenda kuripoti haki yangu. Tukashikwa tuka na mwenzangu hapa, tukashikwa gas na vijana wametulia, ndio vijana wakakasirika. Sasa huku jana bila alipigwa, tulienda station kuchukua OB, fika pale hivyo vijana wamefuata na askari wote, juamonay yameumizwa. Wanasema hali ya taharuki ilitanda kwa ghafla huku sauti za risasi na vilio zikitawala anga wakati wakazi wakikimbia kujinusuru. Ndia kwa vibanda hawana hawana taswishi na polisi. Polisi. Polisi vile walifika hao ndio walitupatia gasi, hao ndio walianza kutimisha vijana na wengine na marungu, wengine na na tia gasi, hao ndio walitoa vijana mbio kabisa. Vijana hawakuwa na mambo yoyote. Vijana jana walikuwa Matisi wametulia kabisa, walikuwa na amani. Polisi ndio walikuwa walitumia nguvu zaidi kuliko vile walikuwa wamepangiwa. Wanapoendelea kupata matibabu, vijana hao wanataka tume ya kutathmini utendakazi wa polisi kuhakikisha kwamba maafisa husika wanachukuliwa hatua. Collins Shitiabai, runinge ya Citizen, kaunti ya Trans Nzoia.